Na Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina la Yesu ninakusalimia. Na kwa majina ninaitwa Pastor Dr. Kiyeji, mchungaji kiongozi wa kanisa la Hemani lililopo mtaa Maliza jijini Mwanza. Na jioni ya leo nimepata kibali mbele za Bwana. Nikaona ni amani kubwa nikushirikishe baraka za Bwana jioni hii ya leo. Napenda kushirikisha kitu kimoja kama mtu aliyeokoka, e, Yesu Kristo ametuachia kielelezo cha imani yetu watu tuliookolewa na Bwana, namna ya kuishi na namna ya kutembea katika maisha yetu, kwa sababu Yesu Kristo amefanyika kielelezo. Jioni hii ya leo nataka kukushirikisha kitu uh, cha baraka ambacho kilitokea katika maisha ya mwokozi mwenyewe. Moja ya mambo ambayo nataka nikushirikishe ni, ni kwamba nataka nikueleze umuhimu wa kuwa waombaji katika maisha yetu na nitakwenda kusoma katika kitabu kile cha Luka mtakatifu ile sura ya 4 mstari wa kwanza, wa pili na watatu, na mingine michache, halafu kisha nitaruka ule mstari wa kumi na nne maandiko yanasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda siku wa siku 40 nyikani akijaribiwa na Ibirisi, na siku hizo alikuwa hali kitu hata zilipotimia aliona njaa. Lakini ukienda mbele kidogo, aa, ukaenda mstari wa kumi na nne, Bibilia inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando, naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote nataka niongelee habari ya umuhimu wa kuwa mtu mwombaji katika maisha yako. Ukisoma vizuri maandiko, anasema Yesu baada ya kuwa amebatizwa alienda nyikani ama alienda mlimani kwa ajili ya kufanya maombi, na siku hizo zote bibilia inasema alikuwa hali kitu. Kwa hiyo alikuwa amefunga usiku na mchana, lakini shughuli ya kimaombi ilikuwa inafanyika. Aliomba usiku, aliomba jioni, na baada ya pale alipokuwa amemaliza maombi yale, akashuka kuja nyumbani na Biblia inasema kurudi kwake, Biblia inasema akashuka katika nguvu za roho, mambo yafuatayo yalitokea. Jambo la kwanza, kwenye mstari wa 14, nimekusomea ya kwamba habari zake zilienea, habari zake zilienea, jambo la kwanza E, katika nchi zote ambazo zilikuwa zinazunguka maeneo ambayo alikuwa anaishi. Na jambo jingine, mimi nasema katika kufundisha kwake watu walimtukuza. Maana yake kuna kitu cha tofauti ambacho kiliweza kutokea. Ninapenda ujue kitu kimoja, ya kwamba kila kitu um, ambacho kinafanyika lazima kuna kuweko na nguvu ya ndani au nguvu ya kiroho ambayo inakisukuma kiweze kufanyika. Yesu Kristo alijua kabisa katika kuyatimiza mapenzi ya Baba yake aliyotumwa kuyafanya hapa duniani asingeweza kufanya jambo lolote isipokuwa ameingia katika kufunga na kuomba. Na ukisoma vizuri katika Maandiko, Yesu mwenyewe anafundisha, anasema hivi hivi, haiwezekani isipokuwa ni kwa kufunga na kusali. Sasa Yesu akijua umuhimu wa maombi akaenda nyikani kwa ajili ya kufunga akaenda kumwomba Mungu na katika zile siku arobaini Biblia inasema nguvu za Mungu zilijaza kutosha katika maisha yake, kwa sababu ya yale maombi aliyoyafanya na kule kufunga kwake alikofanya. Na Biblia inasema akashuka katika nguvu zile za Roho Mtakatifu, na baada ya kuwa ameshuka katika nguvu zile za Roho Mtakatifu, uh, ishara na miujiza vilitendeka kisikia kwamba habari zake zikazunguka katika miji mingine, lakini vile vile watu wakashangaa kwa jinsi alivyokuwa akifundisha, wakimtukuza Mungu, wamemwona Bwana katika huduma yake. Nataka nikushirikishe kitu kimoja, swali la msingi kujiuliza: mambo yapi maishani mwako yamekwama, yameshindikana, yamegoma kwenda? Si kila kitu kinachokataa kwenda Mungu amekikataa, la hasha, isipokuwa wakati mwingine tunahitaji kuwa waumbaji na kama tukiwa waumbaji tutaona matokeo makubwa katika maisha yetu, lakini vile vile nataka nikuonyeshe ya kwamba kuna vitu vitatu vikubwa vilitokea eh, katika maisha ya Kristo, hata maombi yake yakaonekana kuwa yana majibu. Jambo la kwanza, Biblia inasema aliongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakwenda kwa fahamu zake, hakwenda kwa akili yake akwenda kwa maarifa yake ya kibinadamu a yaliyokuwa ya kawaida ordinary, lakini Roho Mtakatifu alimuongoza. Sasa ili uweze kufanikiwa katika maisha yako unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu, na namna ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, yes, Roho wa Bwana anaweza akasema na wewe kitu ndani ya moyo wako, sauti ya ndani. Lakini kiongozi mwingine mkubwa ama reference yetu kuu ya namna ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kusikiliza neno la Mungu linakuelekeza kufanya kitu gani, unatembea katika hicho na ukishatembea katika hicho, Mungu anajidhihirisha katika maisha yako. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi sura ya nane, mstari wa kumi na nne, ya kwamba wote wanaongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu anatuonyesha kielelezo alikwalifai nasema ni mwana wa Mungu lakini alikwalify, sio kwa kuandikwa tu, alikwalify kwa njia ya mienendo yake. Mungu akusaidie na wewe ukwalify kwa njia ya mienendo yako. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu ni sifa moja kubwa sana ambayo inaweza kumfanya Mungu akajidhihirisha katika maisha yako kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Kitu kingine cha pili cha msingi, Biblia inasema alikuwa alishinda njaa maanake, alifunga na kuomba siku arobaini. Kwa hiyo alifunga. Jambo la pili, maanake alinyamaza kula chakula, alinyamaza kunywa maji. Nini maana ya kufunga eh? Kwa kuacha kula chakula na kuacha kunywa maji. Biblia inasema kitabu cha Ezra, ya kwamba ndipo tukafunga katika ule mto Ahava, tukajinyenyekesha. Kwa hiyo katafsiri nyingine nyepesi, unavyokubali kuacha kula unavyokubali kuacha kunywa, unafunga, maana yake unajinyenyekesha mbele za Mungu. Na tendo hili la kiroho la kujinyenyekesha mbele za Mungu, maana yake unautweza mwili wako ili roho yako iweze kupata nguvu. Ukiachilia hilo tu, wakati unautweza mwili na kuipa roho yako ipate nafasi ya kupata nguvu za rohoni, ni majira hayo hayo Mungu anapata aksesi ya kukuhudumia katika ulimwengu wa roho moja kwa moja. Na ndiyo maana mfungaji mzuri huwa habaki kama alivyo. Mwili wake unatishwa, mwili wake unashushwa na mapenzi ya Mungu katika ulimwengu wa roho yanatawala katika maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo unataka kuwa mshindi wa rohoni lazima jifunze kufunga. Kwa hiyo Yesu alifunga na alivyofunga mwili ulidhoofishwa, lakini katika kule kudhoofika mwili, maana yake kwa matakwa na mapenzi ya mwili kufa, matakwa na mapenzi ya rohoni yalipata nguvu. Hivyo basi, aliweza kumpendeza Mungu, aliweza kumtumikia Mungu, maana hakutembea kwa kufata mwili, alitembea kwa kuongozwa na roho wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana, jambo la pili. Lakini jambo jingine la tatu la msingi unalopaswa kujua ni kwamba Biblia inasema Yesu alikuwa akiomba. Kwa hiyo baada ya kuwa amejiweka wakifu namna hiyo, ameongozwa na Roho amefunga amenyamaza kula, aliingia katika maombi. Maombi ni sehemu ya ibada ambayo mtu ambaye amempokea Bwana anapata nafasi ya kusema na Mungu mmoja kwa moja. Biblia inasema tueleje, tueleze hoja zetu zenye nguvu mbele za Bwana. Kwa hiyo, Yesu alipeleka ajenda ya kile ambacho au kusudi ambalo alikuwa amelibeba katika maisha yake, na baada ya kupeleka ajenda ya kusudi ambalo kalibeba katika maisha yake, nguvu za Mungu zilishuka juu yake. Ukichukua pointi hizi tatu, Biblia inasema zilimsaidia akakusanya nguvu za kiroho za kutosha maandiko anasema mstari wa 14 akashuka katika hizo nguvu, na vilevile kama ni msomaji mzuri wa maandiko, sura hiyo ya nne, ukienda mstari ya kumi na nane aliingia mpaka kwenye sinagogi wakati mmoja, akapewa nafasi kusoma uh, gombo. Akatafuta mahali kwenye kitabu cha Isaya ambapo pameandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri mataifa habari njema, kutangaza mwaka wa bwana uliokubaliwa na sasa nikakusomea ile sura yane mstari wa 18 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa bwana uliokubaliwa. Yesu anaongea kwa mamlaka. Ameatoa wapi mamlaka? Ametoa wapi nguvu kutangaza ofa ya namna hii? Ni kwa sababu mstari wa kumi nane anasema akashuka katika zile nguvu za rohoni, ambazo amezikusanya kwa njia ya maombi. Alivyoshuka kwa zile nguvu za rohoni, anasema kwa sababu ya kuomba kwake na kufunga kwake, anasema Roho wa Bwana yuko juu yangu. Kwao unapaswa ujue ukitaka Roho Mtakatifu awe juu yako. Fata mambo haya matatu ambayo Yesu aliyafanya. Na si kwamba roho atakuwa juu yako tu, la hasha, isipokuwa pamoja na kuwa juu yako atakuvika uweza na nguvu isiyo kuwa ya kawaida. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema uh, amemtia mafuta anasema atahubiri habari njema. Maana yake ana mamlaka, kwa sababu nguvu ya Mungu inafanya kazi maishani mwake. Atatangaza mwaka eh, wafungwa kufunguliwa kwao. Kwa sababu nguvu ya Mungu iko juu yake. Vipofu watapewa kuona tena, kwa sababu nguvu za Mungu ziko juu yake. Waliosetwa watakuwa huru, kwa sababu nguvu za Mungu ziko juu yake. Anasema atatangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Manake atakuwa na mamlaka ya kimbingu, mamlaka ya rohoni, ya kutamka na kukiri na kudeclare vitu vikatokea. Biblia inasema mstari wa 14 na wa 15. Alivyofundisha watu walishangaa. Swali, nikuulize jambo gani limeshindikana maishani mwako? Jambo gani limegoma kwenda kazini kwako? Kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, kwenye biashara zako, kwenye shughuli zote ambazo unazifanya. Nataka nikupe siri jioni hii ya leo. Chukua mfano wa Yesu afanyike kama kielelezo maishani mwako. Ongozwa na Roho Bwana, ingia kwenye maombi, ukiweza nyamaza kula, ukiweza nyamaza kunywa. Mlilie Bwana, mwite, nguvu za Mungu zitashuka juu yako, na kwa maandiko haya inaonyesha hakuna ambacho kitashindikana, maana uweza wa Mungu utafanya kazi maishani, ya, maishani mwako utauona eh, utukufu wa Mungu ukikutetea, utaiona neema ya Bwana ikitenda kazi maishani mwako. Yale yaliyoshindikana yatawezekana, yale yaliyokataa yatakubali. Pasipokuwa na njia yeye atafanya njia, pasipokuwa na mlango yeye atafanya mlango wa kutokea. Biblia inasema hivyo, yale yaliyokuwa magumu yatakuwa mepesi. Kwa sababu gani? Nguvu za Mungu zimesimama juu yako. Kwa hiyo nataka nikutie moyo, usikate tamaa, usi, eh, eh, usikome njiani, usizimie. Mungu anakuwazia mema, anasema kwenye kitabu cha Yeremia, nayajua mawazo ninayowazia ni mawazo mema, wala sio mabaya, ni ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Nami jioni leo nataka nikutie moyo. Jambo gani limeshindikana maishani mwako? Mwendee Bwana, jifunze kufunga, jifunze kuomba, jifunze kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nguvu hizi zilizokuwa juu ya Yesu zitashuka maishani mwako. Hali yako haitabaki kama ilivyo, Mungu atabadilisha mfumo wa maisha wako na maisha yako yatabadilika kabisa, utafanyika mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe sana, jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa napenda ni, ni, ni, ni airishe kipindi hiki eh, kwa maombi, ni kukabidhi mikononi mwa Bwana na Mungu wetu atakusaidia, lakini usisahau kushika mafundisho haya yenye uzima. Twende mbele za Bwana. Baba Mtakatifu, katika jina la Yesu, mtazamaji wangu huyu ninamkabidhi mikononi mwako Ninasihi neema yako Bwana imfunike, imtembelee na kumsaidia. Yamkini kuna mahali alikuwa amekwama, kuna jambo lilikuwa gumu maishani mwake, kuna kitu hakikwenda vizuri, lakini kwa sababu ya kutii neno lako Mungu, ninajua utamtia nguvu kulishika na kulifanyia kazi, na hali yake haitabaki kama ilivyo. Utukufu wako utaonekana katika maisha yake, katika jina la Yesu ame. Nichukue fursa hii kukukaribisha. Naitwa Pasta Kiyeji. Niko uh, mchungaji kiongozi kanisa la Hemani, tuko mtaa wa Maliza, kata ya Buhongwa, wilaya Nyamagana, jiji la Mwanza. Ibada zetu ni Jumatano, Ijumaa saa kumi na nusu jioni na hata Jumapili saa tatu na nusu mpaka saa sita na nusu mchana. Karibu wewe, karibishe na rafiki yako pamoja na jamaa zako, tushiriki pamoja ibada zetu, na Mungu wetu wa mbinguni atakubarikia sana. Uwe na jioni njema, utukufu wa Mungu ukufunike, usipungukie kwa jina la Yesu aliye hai, tunaomba ane panapo majali wa kipindi kinachofuata. Mungu wa mbinguni akubariki sana.